Sasa huyu mwanamke tutamuita chiriku ama tutamuita, tutamuita aje sasa? Tutamuita chiriku ama ni comebacks. Anauliza vizuri anaitwa vizuri. Wewe madam anasema mimi si madam, mimi ni mama. Wewe mwanamke, yes mo babas. Anamwambia, atakisha uende nyumbani, ongea ukweli uende nyumbani, uende ukanyonyeshe. Sijui mtoto wangu ananyonya nini. Una, unajua niko na Brookside huku kwani unatembeanga na Brookside kwani uji matiti na inanyonyesha inaitwa Brookside? Hey, hizi comebacks nazo mimi hata nasikia kucheka. Na Shindo wa Fred alikuwa anaishi aje na na nani na huyu mwanamke juu? Hata ukipewa free hakuna venye utakaa naye, si ndio deva? Ukuli atakosa aje kula na mandazi mecha kwa mdomo eh? Hey, hey. ati sasa wewe nitakupiga wapi? Kwani mimi ni nzi, hauoni mahali pa kupiga? Wanaume, mnajiona wanawake mnaoa? Umai test mwanamke wako kajiona kaanga na nani? Mimi hata jana nisikia ku, nimesikia kucheka nikashindwa sasa hizi ni nini? Yaani hata ashtuki ako, ako na mtoto, ashtuki mtoto ako wapi? Hata ashtuki hata aombe msamaha. Amelala kwa sela hadi amejikojolea, lakini bado kiburi iko juu. Huyu mwanamke ni kama alilaniwa, ama siji generation yao ikoaje? Mimi hata nimeshindwa kushanga. Comebacks zake kuna hadi watu wanasema anaweza taka kuchingi nini? Chiriku kila siku, guys, huyu mwanamke, hiyo tabia yako naye ndio unaona. Ana ndoa, ako kwa cell sai, ana mtoto mali popote, na inafaa kwa ananyonyesha, e, e. Mimi hata sitaongelea mambo ya chiriku tena, hebu tungoje video next.